Tukisalia huko huko kaunti nambari moja, ni kwamba washikadau katika sekta ya utalii kanda ya pwani wameonyesha kuridhishwa na ongezeko la wageni humu nchini ambapo zaidi ya watalii mia nane wamewasili katika bandari ya Mombasa. Washikadau hao wamesema kuna haja ya serikali kuu kuwekeza zaidi katika sekta hiyo ili kuimarisha uchumi wa kitaifa. Waziri wa utalii Rebecca Miano aliongoza washikadau hao wengine na wakuu wa serikali kuwakaribisha wageni hao. Upande wa uchumi unakuta watu karibu elfu moja wakiingia mjini, wanajumuika, wanatumia pesa, kwa mfano kwenda kufanya shopping na wanapeleka hela katika restaurants, wanakula kwa mfano kingela tamarind, wanakuwa wengi sana leo, kesho, kesho kutwa kutakuwa na watu wengi sana. To cater this demand, you have to add your resources, so we are increasing our resources, we are putting in more employment in that manner, your revenue is increasing, your bottom line is increasing kulingana na ile season vile maasa mwaka huu ya utaliwa wa cruise vessels tunaweza kuchukuria kwamba at least this time tumeona kumehasa kufufuka we are looking forward to 2025 welcoming more than 3 million international visitors and in the next 2 years having 5 million visitors